Lakini hii, this is the historical site ya hospitali ya Morogoro for 80 years, mama na mtoto hapa. Hii mnaosema hakuna maeneo angalieni, vibanda vyenu vyote vya 1945, vunjeni hivyo, tengenezeni jengo, msiende ikajenga hivi vibanda tena. Tengenezeni mchoro ambao utakuwa ni complex Jengo la gorofa nne zuri kubwa. Ukiangalia kiangalia angalia lile jengo la hospitali ya rufaa ya Morogoro, hiyo ndio heshima ya Morogoro. Natutengeneze jambo linalofanana na heshima. Unatembea kule unaingia Morogoro naeskar unaliona jengo la hospitali. Na hela zikipelea, sio shida yenu, niachieni mimi, ndio naombeanga hizo kwamba huduma za kibingwa bado ni hitaji. Tunakuahidi kwamba tutaendelea, si mara hii tu, hata siku zijazo tutaendelea kusogeza huduma karibu na wananchi ili waweze kupata ya maeneo yao. Kwa hiyo ni spirit nzuri ambayo tunayo ndani ya mkoa, kwamba tunafanya kazi kama timu kusaidiana, na kama tunaona kuna mafanikio yako, hiyo ni moja wapo ya siri ya mafanikio. Tunaona jumla ya wananchi waliopata huduma katika kambi yetu

Jambo la pili, mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulikuwa na orodha ya watu 242 wa upasuaji. Taarifa zangu ni kwamba wote wamefanyiwa upasuaji, wale ambao wanahitaji upasuaji kwa umri. Paka nilipofika hapa nimeshahudumiwa sana hapa lakini, mimi naziona huduma zao ni nzuri, kwa sababu nimeshalazwa na mama yangu. Hata jana mwaka jana 2024 alihudumiwa vizuri sana mpaka akapata nafuu akarudi nyumbani, na hivi ameugua tena jana mida ya saa saba tumekuja hapa na amepokelewa vizuri na anahudumiwa kwa karibu vizuri. Sijaona tatizo lolote, naona huduma ni nzuri kwa kweli. Kuhusu huduma ambazo zinatolewa hapa hospitalini, mimi binafsi nimeridhika nazo sana. Na kwa safari hii hivi nilipo hapa sasa, nipo hapo hapa hospitalini ikiwa na mgonjwa ninaiona huduma ya hapa ipo tofauti na miaka mitano ambayo nilishawahi kuja hapa. Kwanza kabisa wahudumu wanajali wale ambao wanawahudumia, kiasi kwamba hata wewe unayemuuguza mgonjwa unakuwa na matumaini ya kwamba mgonjwa anaweza akapona hata kama iyi tiba ambayo anapewa haijakamilika.